Habari mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu pendwa cha ongea na PSPTB. Leo nikiwa jijini Arusha, ninakuletea makala fupi itakayoonyesha mafunzo mbalimbali yanayoendeshwa hapa jijini Arusha katika uh, hoteli ya Point Zone uh, Resort kwenye moja ya ukumbi unaopatikana pale mianzini hapa hapa jijini Arusha, na wataalam wetu wanaendelea kupata nondo mbalimbali zinazohusiana na taaluma hii ya ununuzi na ugavi. Tupo hapa Arusha kwenye training inayohusu evaluation na negotiation kwa siku almost tano hizi ambazo tutapindishwa na wakufunzi wetu katika nyanja tofauti tofauti, kuanzia evaluation hadi negotiation. Tumeanza tarehe 17, na kikubwa matarajio ya, ya, ya, nachokitegemea kukipata kwenye semina hii kikubwa, kwanza nijue tuangalie vile vigezo vinazotumika katika kuwapata wale washitili wetu. Sasa ukiangalia okay, sisi ni user department ambao ndo wahitaji wakubwa wa hizi wa wa bidhaa asasa za afya ambazo tunaziagiza pale MSD, basi tuweze kuzipata kutoka kwa mshtili kwa ubora ambao unaokubalika una na kwa price, vile vile ambayo itaenda kwa hudumia wananchi wote wa Tanzania. Ah, tupo kwenye mafunzo yanayohusu tender evaluation pamoja na negotiation ambayo yanafanyiwa eh, kwa kupata facilitators kutoka PSPTB kwa kushirikiana na, na Bohari ya Dawa MSD tumejifunza mambo mengi yanayohusiana na, usiana, na tender evaluation na negotiation, lakini pia sheria mbalimbali zinazohusiana na ununuzi wa umma. Tumepata nafasi ya kushare experience kulingana na namna ambavyo MSD inafanya kazi katika ununuzi wa umma, lakini pia kupata maelekezo pamoja na kupata, uh, kupata uh, knowledge zaidi kuhusiana na namna ambavyo ununuzi wa umma unafanyika. Kwa hiyo tuna tumefurahi kupata nafasi hii. Tunashukuru uongozi wa bohari ya dawa lakini pia PSPTB kwa kutuendeshea mafunzo haya, na tunatarajia baada ya hapa, tutaboresha kwa kiasi kikubwa eneo linalohusiana na tender evaluation and negotiation katika kuboresha ununuzi wa umma kwa ujumla.